Naam, karibu sana mtazamaji wa Tungo Tata TV na Malenga TV. Tupo kutembelea wale washindi washiriki ambao wameingia kwenye kumi na moja bora ya tuzo ya mfuko wa fasihi Tanzania. Hili ni shindano la hadithi fupi linaloandaliwa na mfuko wa fasihi Tanzania ambao ndio waandaji wa tamasha kubwa kabisa, ikiwa ni msimu wa tatu mwaka huu. Tarehe ishirini na nane Mei itakuwa hapatoshi pale kijiji cha Makumbusho, eh, kuenda kushuhudia tamasha la msimu wa tatu, na kwa mara ya kwanza linafanyika jijini Dar es Salaam mara uh, mbili zilizopita ilifanyika kule pwani. Sasa mwaka huu inafanyika hapa Dar es Salaam na itakuwa ni kubwa kuliko. Jina langu ni Falma Tungo Tata, eh, kwa ushirikiano mkubwa kabisa na Malenga TV na Tungo Tata TV. Karibu sana kwenye kipindi hiki ambacho tunaenda kuzungumza na hao washirika ambao wameingia kwenye 11 bora. Hakikisha umesubscribe Tungo Tata TV, lakini pia umetufuata kule Facebook Tungo Tata TV, Instagram Tungo Tata TV, halikadhalika YouTube angalia Malenga TV hakikisha umesubscribe hapo ili uendelee kupata taarifa za kifasihi kama hivi. Na leo niko na mkongwe gwiji kwenye masuala mazima ya hadithi na ana historia kubwa ambayo kwa ufupi atatudodosa. Tutapata kumfahamu niko naye hapa mzee wangu. Shikamoo. Marhaba. Kwanza kwa faida anayetutazama, jitambulishe jina lako na historia yako kwa ufupi. Mimi naitwa Beda John Msimbe lakini watu wananifahamu katika mazingira yangu yote kama Beda Msimbe. Yeah. Ni jina langu Msimbe, ukoo wangu. Mimi ni Mruguru. Kwetu ni Mgeta, Morogoro. Tena kwenye milima kabisa, eneo la Nyandira huko, yeah. Ndo kwenye asili yetu sisi. wow. Tumefika hapa kwenye eneo la Goba Kibururu miaka mingi kidogo. mm. Babangu alifika hapa mwaka sabini na mbili. wow. na ameanza maisha hapa. mm. baadaye alipostaafu kazi, mm. tisini na nne ndo akahamia huku moja kwa moja. okay. mm. Toka 94 upo huku, ulikuwa na wewe umeanza kuishi huku toka 94? Hapana, mimi nimekuja baada ya mzee wangu kufariki miaka okay, kama kumi na tano sasa hivi, sasa hivi. pole sana. Alipofariki sasa, nibidi lazima kutizama maslahi ya eneo lake kwa sababu okay, watoto walitawanyika. Kwa hiyo mm, lazima nikae mimi na chunga kila anayerudi hapa mm, anapewa eneo lake, anaendelea na maisha sawa. So, tuje sasa kwenye upande wa historia yako na uandishi. Lini li ulianza uandishi? na kazi zako za ya kwanza na imekuwaje safari yako tokea nyakati hizo mpaka sasa? Labda niseme mimi, mimi ni mwandishi wa namna mbili mm -hmm. Kwanza ni mwandishi wa habari Ndiyo. na kazi yangu andishi wa habari nilianza mwaka elfu moja tisa sabini na tano na nimefanya kazi hiyo ya kuandika habari katika vyombo mbalimbali mbali, mm -hmm. mpaka nipostafu, mm -hmm. mwaka ishirini na mbili nilipostaafu mm. Nilisema kitu kimoja tu, miaka mm. yangu yote hiyo nilikuwa naandika hadithi kwenye magazeti, nimeshiriki mashindano ya Wavita, nimeshiriki pia shindano la UNESCO. Sasa ukisha stafu unafanya nini? Mm-hmm. Unakaa nyumbani unalima tu ka ndo, nikasema dhamira yangu ile kwamba niandike vitabu, sasa nianze sasa, kwa hiyo utaona kwamba nina vitabu mm -hmm. ambazo imeandika kama ghostwriter, yani mtu wa kivuli tu. Namwandikia mtu mada yake, nikimaliza na mgea, tumemalizana. Lakini hadithi zangu kwenye magazeti zinaendelea. Mimi muda mrefu sana nilikuwa pamoja na kina Jackson Kalindimi, akina Bauge, ndo tulikuwa tunaandika hadithi, maenzi yetu hayo. Ukutana na kitu kinaitwa kirago cha shetani <laughs> ukutana na kitu kinaitwa USS Enterprise, ukutana na kitu, ah, baba mwenye nyumba <laughs> ukutana na kitu kingine unaambiwa acha nikustiri wewe, unakutana na kitu kingine makaba wakaumba, unakutana na kitu kingine, baba mwenye nyumba una matatizo. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo nimevizoea. Kwa mfano hata sasa hivi na, na, kuna hadithi inakwenda, nimemaliza hadithi moja ya uzi mwembamba mm -hmm. lakini nimeingia na hadithi nyingine inatolewa, ina, ina, ina na gazeti la Bari Leo mm -hmm. Jumapili mm -hmm. ni bahasha yenye doa jeusi, bahasha yenye doa jeusi. yenye doa jeusi. Kwa hiyo kuandika, kwa sababu kuandika bana kuna kitu kimoja cha ajabu sana ni mm, kwamba kuna mavitu mengi, mambo mengi kichwani mwako unataka kuyasimulia. Sasa unayasimuliaje? hapo ndo ina, inaanza mambo mengi lakini kwa, kwa, kwa, kwa ufupi ni kwamba tangu nikiwa primary naandika vya hadisi hadisi zangu nyingine nikuwa nimezipeleka gazeti la Kiongozi wakati bado niko, niko shule. Fupifupi hizi zinahusu mambo ya dini na vijana, alafu nikaja tena wakati sasa nimekua nimeshaanza kazi ya, ya, ya, ya kwenye vyombo vya habari mm. nimeanzia redio Tanzania, afu nikaja Mzalendo, Uhuru Publication na vyombo vingi nimepitia, ndo nikaanza kuandika hadisi kwenye magazeti. sawa sawa Historia nzuri, historia kubwa, na ni kwahidi tu mtazamaji, tutafanya exclusive interview ya kuchambua kimoja baada ya nyingine tokea miaka hiyo, maanake ana historia nzuri sana mzee wetu Beda. Sasa tuje kwenye upande wa hili tamasha la hadithi fupi, maana tumeona washiriki wamekuwa ni wengi kutoka mia tatu mpaka kuingia kumi na moja bora. Ipi siri hapo hadi umeweza kupenya penya hadi umeingia hapo, na jina la huo mswada uliopeleka? Mimi sijui siri nini, lakini unajua kuna kitu kimoja cha ajabu sana. mko watu mia tatu mliopeleka mswada mm -hmm, alafu mkajikuta nyi kumi na moja ndio mmebaki. Mimi nilikuwa nawambia, ah, uh... hii bonge la ushindi. Yaani, kwanza kuingia tu kwenye kumi na moja hakuna tunasema ni nini. Mimi nililetewa hili tangazo na gafrend wangu Akanambia, we we, kazi yako kuandika andika tu. mm. Hapa pana mm. He ah, shindano, hebu yeah. Nenda kashiriki. Nikaambia, shindano niashiriki nini? mm -hmm. Akasema ngoja nikutumia. mm. Akanitumia. okay. ha. Aliponitumia nikatizama, nikasema hii mbona mm -hmm. lina mada maalum, ili kanza kuwa na mada maalum inaanza kuwa na matatizo <laughs> sasa <laughs> lakini nilipogundua kwamba ile mada maalum mm. ni kwamba tuna muda wa kuitengeneza mwaka jana, nikamwambia sikiza Rahel, mm. minaza nitatengeneza hii kitu mm. lakini wewe utakuwa edita wangu, mm. unitazamie kwamba hii kitu ninachotengeneza ni sahihi, mm. kwa sababu siku zote ukiandika kitu usipokuwa na mtu wa kukupitia tena, yeah. inakuwa ni shida. Kwa hiyo mi nikaenda zangu Bagamoyo. mm. Nikatulia pale nikauliza wavuvi, nikarudi zangu Dar es Salaam, nikaenda feri, nikaa nauliza wavuvi. Nilipomaliza hapo, nikampigia rafiki yangu mwingine Zanzibar, nikamwambia bwana, nipe stori mbaya kabisa za wavuvi, akanisimulia, na yeye mwenyewe ni mvuvi kwao. Nikatoka hapo, nikakaa chini, nikasema, lakini haya jamaa umetulimiti kweli, maneno ilitakiwa iwe ndefu, sababu nimekusanya material mengi. Lakini baadaye nikatengeneza, nimetengeneza ile kitu, nikapeleka. Sasa mswada wangu unaitwa Mm -hmm. Ni joto na jasho baharini, ni joto na jasho baharini ndo mswada ambao umeingia katika kumi na moja bora. Unauonaje tu shaingia hapo sawa, uko faino. Tarehe ishirini na nane tunachukua kwanza, mimi na mimi tumeshachukua kwanza, kuingia kumi na moja tu, yaani na mimi tumeshachukua. Sasa kunatokea nini? Najua kila mtu ana namna yake ya kusumulia mm na kila masimulizi yana raha zake mm. Sasa uwezi kujua majaji mm, wanaona raha kwenye nini? Mm. Lakini mi naamini ile cha wewe kuingia kitendo cha wewe kuingia tu kumi na moja mm, kwamba uko sawa mm, na hata wakinambia kwamba mzee wewe huko kwenye tatu bora naambia hiyo sawa tu mm. Kwa sababu wala mm, haitakuwa mara ya kwanza sasa. Na, ulewa, kwa nini ni kwamba wamekuheshimu mm, na wameheshimu ile mswada kwa hiyo mimi kwa vyovyote vitakavyotokea mswada mm, wangu lazima niupeleke mbele zaidi mm kwa hiyo kwa sababu naona kwamba ni elimu mm. na kazi niliyoifanya ya kutafuta watu wa kuzungumza nao kuona shida zao na kujaribu kuona namna gani kilainilaini ukazungumzisha shida zao mm. na ukaanguliza na wataalamu wa bima kidogo nini kinachotokea hasa mm. wakakueleza, alafu baadaye ukatengeneza kitu mm. kwa lugha laini tu mm. na matatizo na shida mm. ukawapelekea watu inaweza ikawasaidia kufikiri. Sasa so, so, mm, mliwekwa kwenye, tulipewa taarifa kwamba kuna semina ile mlifanya nyinyi mlioingia kwenye kumi na moja bora, unaonaje semina mliofanya imekusaidia chochote sana? Mm, unajua mimi nilikuwa kwenye professional writing mm, ya magazeti na vyombo vya habari, kwa hiyo kuna vitu fulani fulani kwenye tasnia ya ubunifu vilikuwa mm, sina mm, kwa hiyo ile mikutano zaidi ya miwili nadhani na, mm. na tukaanzisha group inatusaidia mm. sana kuelewa ku, ku, ku, ku, ku, ku kwanza filosofia ya kuandika na filosofia ya kupeleka kitu mbele mm. kuna, zile semina zimesaidia sana mm. Na mimi naamini kwamba sio semina tu, kila siku kwenye jukwaa lile tuna kitu kingine tunajifunza mm. miongoni mwetu sisi wenyewe mm. Na tukiona kuna utata tunauliza, walimu wanahusika, waratibu mm. na wanatujibu. Kwa hiyo mimi nafikiri tuna ile semina ni muhimu, kama tungelikuwa maisha yetu yote tunapata semina za namna hiyo mm. tungekwenda tume, tungekuwa tumesonga mbele sana, kwa sababu kwanza zinakuondoa woga mm alafu zina kujenga kisaikolojia kwamba wewe ni mpambanaji na unaweza, kwa hiyo ile ni kitu cha muhimu sana. Halafu kingine, kuelewa kuna mambo yanafanyika duniani hapa uyaelewi na kuna mambo mengine yanafanyika hapa unasema he, lakini kutokana na ile he, ndo wewe sasa unaweza kutengeneza kitu kichwani mwako So, so, ukasema hiki kumbe kinawezekana mm. Kwa hiyo zile semina ni muhimu mm. Na mfuko ukiendelea namna hii itatengeneza watu wengi zaidi wa kizazi kijacho kuweza kujua nini wanachotakiwa kufanya, mm, kwenye hii tasnia ya ubunifu wa maandishi kwa ajili ya watu wengine kusoma. Hmm. Wewe ni mwandishi ambao umefanya umeandika hadithi nyingi kwenye magazeti na upo muda mrefu, unaonaje mabadiliko ya teknolojia? Leo hii tunaona mitandao ya kijamii, kuna Facebook, waandishi wanaotokea wengi, ambao zamani kwenye magazeti ilikuwa uwezi kuandika bila kupita mhariri, kupita nini, hadi upite hivyo vinini, ndo hadithi yako inaenda hewani. Sasa sasa hivi mtu anaweza akaandisha tu ukurasa wake leo, akaandika stori anavyojua, ukiisoma pale, ile hadithi unaona ma, ina makosa mengi, lakini unakuta inaa mimi nafikiri tuna matatizo mm, na matatizo ni, ni hivyo kwamba kazi yoyote ndio maana nikwambia kwa mfano girlfriend wangu ameniambia mm, chukua tangazo hilo mm, nikalisoma mm, nikamwambia ah, nadhani tunaweza mm, nikachukua wiki zangu mbili mm, kujaribu kuongea na watu mbalimbali mm, nikakaa chini nikaanza kuplot mm, lakini bado nikarudisha yale maandishi ambayo mimi na huyo ninayokuambia ni girlfriend wangu ni mdogo kwangu mm, kwa maana kikazi mm wengine unaposema girlfriend anajua ni mpenzi, yani tuweke sawa, akasema mzee Beda sasa ana wake na wapenzi. Hapana, mimi mimi nina girlfriend wangu na i rafiki wa kike, na huwa tunawasiliana sana kwenye kazi, sawa sawa, na nadhani yuko much better kuliko mimi E hey, kwenye mhariri kwa sababu lazima, kazi yoyote isipopitia kwa mhariri ndo hayo unayoona wewe yanakuwa na mapungufu. Lakini yeye ni kipa kwangu, mimi kama ananambia ah, ah, we mzee, mbona hii kitu haijaenda hapa haijaenda hapo, mbona hiki kitu sasa? Yale maswali anayokurudishia wewe sio yeye anayajibu, ni wewe unatazama wapi umechemka, alafu unarudisha ile kitu ndo unakwenda. Kwa hiyo kinachotokea kwenye Facebook na vitu vingine hawa watu ni one man show. Kwa hiyo hata anapotengeneza ile ploti haikamilishi inakuwa na lakini halafu, hajui yeye atengeneze watu wangapi. Kuna hadithi na watu watatu, kuna hadithi na watu wanne, kuna hadithi na mtu mmoja tu, wengine wote ni pasenja, wanachukua kubeba hadithi yake ile iondoke. Sasa we unatengeneza nini? Je, unatengeneza hadithi ya mtu mmoja, hadithi ya watu watatu, ama unatengeneza hadithi tatu ndani ya hadithi moja? kwa sababu lazima uanze kujua vitu namnao. Sasa vijana wengi wanaokwenda kwenye Facebook ndio wanatumia mitandao mm. Lakini plot hawana. mm. Hawajui watu wao. mm. Hawajui wanaingiza watu wangapi? mm. Je, huyu anaendelea? mm. Huyu wapi namuua? mm. Mimi kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kitabu changu huu mswada wangu napeleka nimeua watu mle ndani. mm. Kwa sababu sikuwataka tu nikawaua tu baharini kule. mm. Mi nikaendelea na mtu wangu ambaye nataka huyu ndo afikishe, mm. afikishe salama <laughs> Kwa hiyo unaona una, una vitu vinavyokwenda. mm. lakini kwa nini ule mswada ulirudishwa kwangu? mm. na mimi nikauchukua nikampelekea girlfriend wangu mm. nikamwambia e eh, hey, Rahel mm. watch it mm. na akarudisha makosa kibao kama vile mimi sikufanya kitu chochote. <laughs> <Maona? laughs> nikaanza ku, ku, ku, ku, kupitia tena upya mm. kwa hiyo unaona kwamba tatizo linalowakabili hawa vijana mm. na watu wengine mm. ni kwamba hawataki ile kazi yao mm. ifanyiwe kazi tena mm. kwa sababu kitabu chochote kile mm. draft sio moja Draft ya kwanza ni draft tu tena tena mm, very bad. Ya, ya pili mm, ndo kwanza unaanza kuona kwamba labda kuna mwelekeo mm. Ya tatu ndo una stabilize sasa wewe unaandika sasa mm. Sasa ya nne ndo uko kwenye draft ambayo sasa unataka uifanye kazi mm, na hiyo sio kazi ya siku moja, na pia vile vile wakati hizo draft unazifanya kuna mtu anapitia mimi. Mm, nitakwambia nimeandika vitabu vivuli zaidi ya vitatu mm, kama mwanishi kivuli mm. Sasa miezi sita unaandika kitabu hiki kimoja na bado ujakikamilisha mm -hmm. Kwa hiyo kitabu sio unasema tu unaanza asubuhi, jioni umemaliza. mm -hmm. Ni kwamba lazima kwanza ufanye research ya kutosha. mm -hmm. Na mimi najivunia research. Nitakwambia kwa nini najivunia research mm -hmm. makahaba wa Kahumba iliyotoka kwenye Habari Leo Jumapili mm -hmm. nilikaa Kahumba mm -hmm. Morogoro mm -hmm. wiki moja wow. mm -hmm. Nimekaa kasema ngoja nitizame makahaba wanafanya nini mm -hmm. Pale ndo nikajua kuna bangi, nikajua kuna madaa ya kuleva, nikajua mm. kuna washenzi, nikajua mm. kuna mashetani, nikajua mm. kuna uchawi, yaani kila kitu nikijua pale pale. <laughs> Lakini ni lazima mwenyewe ufanye research zako ndio uanze kuandika. Tukija kwa wewe binafsi, kwenye upande wa mitandao ya kijamii mm. mtu anataka sasa akufuatilie, maana ndio imekuwa ni nyenzo ya kurahisisha kukutana. Sasa hivi unatumia mitandao gani ya kijamii na unatumia jina gani? mimi nina Beda Msimbe TV mm. kwenye YouTube ndio mm. hivyo hivyo tu mm. Beda Msimbe TV youtube mm. Alafu ni, niko kwenye Instagram vilevile vile, mm. Beda, Beda Msimbe TV, alafu na Instagram hiyo ina Beda Msimbe peke yake. uh-huh. Unaweza ukakutana na Instagram mbili, moja Beda Msimbe na yeah. nyingine Beda Msimbe TV mm. niko kwenye Facebook Beda yeah. Msimbe TV na Beda Msimbe mm. na niko kwenye TikTok Ndio. kama B Sky, B Sky. Na afu niko vilevile vile kwenye mm -hmm. X Dika. kama Beda Msimbe mm -hmm. Lukwangule. aafu wow, nina blog mm -hmm. ambayo ya muda mrefu sana toka elfu mm mbili -hmm. na kumi nice. na tano inaitwa Lukwangule okay. blogspot wow. Kwa hiyo oh. Niko humu ndani mzee. Hongera <laughs> sana manake <laughs> okay. Ni waandishi ambao wako vizuri pia, japo to, toka enzi za magazeti na hadi enzi za dijitali bado wanafanya vizuri. Tupo na Beda Msimbe. Hakikisha una follow na subscribe huko, Beda Msimbe TV YouTube huko subscribe, Facebook uingia huko uweze kuona vitu mbalimbali kusana fasihi na maswala mazima ya Kiswahili na lugha kijua kuna na Kiingereza uko unachapisha wakati mwingine napiga nikiona hii inafaa mm, kwenda kuonwa na wenzetu huko yeah. Nakiandika Kiluguru mle ndani na. <laughs> <laughs> kwa sababu kuna mambo fulani kwenye, yeah, kwenye jamii yeah, unaweza kuyaona kabisa hili nata, li, liko hapa nyumbani lakini nataka wale Waluguru wale wale huko London kule wajue. Kwa hiyo unalipiga lile pale, alafu nakaa kimya, kaa vile kama vile ujui chochote. Baadaye umeandika Kiluguru hapo, nakaambia ngoja hao Waluguru wenzangu huko wasome waelewe sisi tunataka nini hapa lakini lugha kubwa mle ndani ni mm. Kiswahili ni Kiswahili, lakini tuna mambo yanapokuwa makubwa, nataka yavuke mpaka mm. kwa sababu yoyote ile mm. utaandika kwa lugha ya Kiingereza kwa sababu sao. nimejifunza Kiingereza, nimejifunza Kiswahili mimi Kiswahili bwana, nimejifunza na Kiingereza, nimejifunza Kiruguru ah kile nimezaliwa nacho na nikakipiga mm. kwa hiyo sasa hivi mtu akinambia unaongea lugha gani kwa fasaha anambia mm. Kiruguru mengi nani nimejifunza darasani, maana Kiswahili nimepigwa kweli viboko mm. ili niweze kujua asante sana. Basi mtazamaji, tumekuwa na Beda Msimbe ambaye ni mwandishi na mwandishi wa bana habari na mwandishi bunifu pia, na ni wale ambao wapo kwenye kumi na moja bora. Cha mwisho cha kumalizia cha kumwambia mdau wa fasihi na kuelekea tamasha la fasihi, tamasha la fasihi ya Kiswahili tarehe ishirini na nane karibishe mdau wako bana na chochote cha kumwambia. Mi nataka kuambia watu kitu kimoja kwamba ili tamasha bwana sio la kitoto hii Hmm. Tamasha la fasihi sio la kitoto. Pale ndani sio tu gharika ya watu wanaokwenda kuchukua tuzo, lakini vilevile vile kuna elimu kubwa sana itatolewa. Hmm. Kuna burudani kubwa vile, vile. Watu mmezoea mziki, watu mmezoea nini, lakini mimi nitakwambia kitu kimoja tu. Sio mziki utakaokuta siku ile pale pale, utakutana na hadithi katika burudani, yani mziki utasahau. Hmm. Siku mbili zile ni elimu tosha kabisa. Kama wewe na mpenzi wa sanaa, mpenzi wa hadithi, mpenzi wa vitabu, kutakuwa na vilevile na gulio la, la vitabu pale, wewe njoo. Kuna watu wengi watakumbukwa vile vile, ebu njoo umkumbuke Jackson Kandimia, hebu njoo mkumbuke Ed Ganzel, ebu njoo umkumbuke um, Bauji, yani watu wazito kabisa, na ebu njoo wewe mpenzi wa mashairi umkumbuke Andanenga, sauti ya kiza. Hili ni tamasha kubwa ni tamasha kubwa kwa maana kwamba linabeba kila kitu ambacho watu wengine watake kukibeba. Sisi shida yetu ni fasihi, na fasihi ni maandiko, na maandiko ndio utajua siku hiyo. Karibu, hyokaibu tutakuwa Kijitonyama pale kijiji cha Makumbusho. Mimi nakukaribisha wewe, namkaribisha na kila mtu, hebu basi tukutane. Haya, mimi niko na mzangu Beda, tunaenda kukula mahindi, nipeleke huko nikaone shambani huko.